wananchi wa Vunjo kuhusiana na uteuzi utakaofanyika na chama mwezi huu wa saba. Nawashukuruni sana, naona hii baraka tele eh, siwezi kurudisha kwenu kiasi hiki mchonipa, lakini naamini kwamba baraka hii mlionipa nitakuja kuilipa wakati nitakapochukua kwa ubunge n yani hamna kitu sisi wamama tunacho raha na mbunge wetu na tunavyompenda mpaka tunataka, tumeamua kumchangia ili tumsindikize achukue fomu. Tangu tuchague CCM, kweli tumepata furaha kubwa sana, tumepata faraja kubwa, tumejengewa mashule, tumejengewa mahospitali. Wamama wajasiriamali tulikuwa tunanyanyasika lakini baada ya kupata rais wetu Mama Samia, mwanamke mwenzetu, na kumpata mbunge wetu na kupata diwani, mafiga matatu tunaenda kila siku tukipika, kinaiva vizuri. Leo jimbo la Vunjo, especially kwenye hizi kata pacha za Makujuni na Njia ya Panda ambazo zinaunda zinaunda... Tuna, zinaunda halmashauri ya mji mdogo wa Himo daktari Charles Kimei kwa kushirikiana na madiwani wake na daktari Samia Suluhu Hassan rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wameweza kuleta maendeleo ndani ya miaka hii mitano ya 2020 2025 na tukiwazungumzia kinamama wa Njiapanda ambao leo hii wamepewa miavuli kwa ajili ya kuwakinga na jua na mvua kwenye shughuli zao za ujasiriamali za biashara ndogondogo pale eneo la barabarani hii sio mara ya kwanza daktari Kimei kuwapatia vikingia jua na mvua ambao ni miavuli. Alifanya hivyo hata mwaka kwenye miaka ya elfu mbili na ishirini na moja na ishirini na mbili.